Utajiri wa baadhi ya viongozi hususan viongozi wakuu duniani imekuwa ni mada ya kuvutia na yenye uvumi mwingi zaidi duniani. Wakati baadhi ya marais wanajulikana kwa maisha yao ya kupindukia na utajiri mkubwa ambao wengi wao husababishwa na kile kinachoitwa hujumu uchumi sambamba na ufisadi, lakini wapo pia ambao wanaongoza kuwa ni maskini, yaani nchi zao kuwa tajiri, lakini wao wanakuwa ni maskini. Leo hii ninakuletea orodha ya baadhi ya viongozi waliwahi kuwa marais na wengine pia ni marais lakini waliishi maisha ya kimaskini na ya kawaida kwa karne hii ya ishirini na moja, na katika orodha hii hapa haitawajumuisha mapapa ambayo kimsingi ndio hutajwa kuwa ni viongozi maskini zaidi duniani. Papa yeyote yule ambaye ni papa duniani, basi ni rais wa nchi ya Vatican ambao pia ni mji ulioko ndani ya Italia. Katika orodha hii hapa nitaanza na nambari ishirini mpaka nambari moja. Kwa kwanza nambari ishirini anatajwa kuwa ni Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, ambaye amehudumu kama rais wa Afrika Kusini tangu mwaka elfu mbili kumi na nane mpaka hivi sasa akiwepo madarakani. Ramaphosa ni mfanyabiashara na mwanasiasa wa zamani anayejulikana kwa jitihada zake za kupambana na rushwa na kukuza ukuaji wa uchumi nchini Afrika Kusini. Thamani ya utajiri wake inatajwa kuwa ni dola milioni kumi nukta tano ambayo ni sawa na shilingi bilioni 24 na milioni 300. Nambari kumi na tisa inakamatwa na Joko Widodo. Huyu alikuwa ni rais wa Indonesia. Widodo amehudumu kama rais wa Indonesia tangu mwaka 2014, ambapo Widodo ni mfanyabiashara na meya wa zamani ambaye anajulikana kwa juhudi zake za kukuza maendeleo ya miundombinu na ukuaji wa uchumi nchini Indonesia, ambapo thamani yake inakadiriwa kuwa ni dola milioni kumi ambayo ni sawa na bilioni 19.8 za Tanzania. Anayefuata ambaye iko nambari 18, ni Enrique Pina Nieto, huyu ni rais wa zamani wa Meksiko. Enrique Pina Nieto aliwahi kuwa rais wa Meksiko kuanzia mwaka 2012 hadi 2018. Nieto ni mwanasheria na mwanasiasa anayejulikana wa mageuzi yake ya kiuchumi na juhudi za kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya nchini Meksiko, miongoni mwa nchi zinazozungumzwa zaidi kuwa na watu wengi wa madawa ya kulevya. Thamani ya utajiri wake inakadiriwa kuwa ni karibu dola milioni 9.5 ambazo ni sawa na takribani bilioni 16.8 za Tanzania. Namba 17 imeshikwa na Juan Orlando Hernandez. Huyu ni rais wa zamani wa Honduras ambaye amehudumu tangu mwaka 2014 hadi mwaka 2022. Hernandez ni wakili na mbunge wa zamani ambaye anajulikana kwa juhudi zake za kupambana na uhalifu na ufisadi nchini Honduras. Thamani yake ya utajiri inakadiriwa kuwa ni dola milioni 9 ambayo ni takribani bilioni 14 za Tanzania. Namba 16 ni Juan Manuel Santos, huu ni rais wa zamani wa Colombia. Aliwahi kuwa rais wa Colombia tangu mwaka 2010 hadi 2018. Ni mwanahabari wa zamani na mwanauchumi wa zamani pia, ambaye anajulikana kwa jitihada zake za kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo ya Colombia, akikadiriwa kuwa na thamani ya dola milioni 8.5 ambayo ni takribani bilioni 12.8 za Tanzania. Namba 15 ni Evo Morales, huu ni rais wa zamani wa Olivia. Alihudumu kama rais wa nchi hiyo tangu mwaka 2006 hadi mwaka 2019. Mwaresi ni mkulima wa zamani wa Coca ambaye anajulikana kwa sera zake za kisoshalisti na utetezi wa haki za watu asilia. Thamani yake halisi inakadiriwa kuwa ni takribani dola milioni 8 ambayo ni takribani milioni 11.4 za Tanzania. Namba 17 ni Rafael Correa, huyu ni rais wa zamani wa Ecuador, aliwahi kuwa rais wa nchi hiyo kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2017. Ni mwanauchumi anajulikana kwa sera zake na juhudi zake, zake za kisoshalisti za kupunguza umaskini nchini humo, ambaye thamani ya utajiri wake inakadiriwa kuwa ni takribani dola milioni 7.5 za Tanzania, dola milioni 7.5 za Marekani ambayo ni sawa na takribani bilioni Nukta nne za Tanzania. Michelle Bachelet ni nambari 13, huyu naye alikuwa ni rais wa Chile kutoka mwaka 2006 hadi mwaka 2010 na tena kutoka mwaka 2014 hadi 2018. Bachelet ni daktari wa watoto wa zamani ambaye anajulikana kwa utetezi wake wa haki za wanawake na haki za kijamii kwa ujumla, anakadiriwa kuwa na utajiri wa takribani dola milioni 7 kamili ambayo ni sawa na bilioni 10.3 za Tanzania. Nambari 12 imeshikwa na Dilma, Rousseff huyo ni rais wa zamani wa Brazil ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo kutoka mwaka 2011 hadi mwaka 2016. Ni mwanauchumi wa zamani na anajulikana kwa jitihada zake za kupunguza umaskini na ukosefu wa usawa nchini Brazil, akikadiriwa kuwa na takribani utajiri wa dola milioni 6.5 za Marekani ambayo ni sawa na bilioni 9.9 za Tanzania. Nambari 11 imekamatwa na Lenin Moreno, rais wa zamani wa Ecuador ambaye aliongoza nchi hiyo tangu mwaka 2017 hadi mwaka 2 na moja. Huyu pia ni aliwahi kuwa makamu wa rais wa zamani kabla ya kuwa rais, na ajulikana kwa juhudi zake za kuboresha huduma za afya na elimu nchini Ecuador, akikadiliwa kuwa na utajiri wa karibu dola milioni 6 ambayo ni sawa na bilioni 9.5 za Tanzania. Nambari kumi imeshikwa na Park Jung-hae rais wa zamani wa Korea Kusini, aliyewahi kuongoza nchi hiyo tangu mwaka 2013 hadi mwaka 2017. Ndo alikuwa rais wa kwanza kabisa mwanamke wa Korea Kusini na ni binti wa raisi wa zamani wa nchi hiyo Park Chung Hee ambaye anakadiriwa kuwa na thamani ya dola milioni 5.5 ambayo ni takribani bilioni 8.9 za Tanzania. Nambari tisa ni Pedro Pablo Kuzanski, huyu ni rais wa zamani wa Peru. Pedro Pablo aliwahi kuwa rais wa Peru kuanzia mwaka 2016 hadi 2018. Ni mwanauchumi na mtaalamu wa mahesabu yani aliyofanya kazi benki zamani, ambaye alijulikana pia kwa jitihada zake za kukuza uchumi nchini Peru, ambaye utajiri wake una aliwa kuwa na karibu dola milioni tano ambayo ni takribani bilioni nane nukta nne za Tanzania. Jimmy Morales, rais wa zamani wa Guatemala, ameshika nambari nane, ambaye aliwahi kuwa rais wa nchi hiyo kutoka mwaka 2016 hadi mwaka 2020. Alikuwa ni mcheshi wa zamani ambaye alikimbia kwenye jukwaa la pinga rushwa. Thamani yake halisi inaripotiwa kuwa karibu dola milioni nne ambayo ni takribani bilioni saba nukta tatu za Tanzania. Michelle Bachelet aliyewahi kuwa rais wa Chile kutoka 2016 hadi 2010 na tena kutoka 2014 hadi 18 ni daktari wa watoto. Anajulikana kwa utetezi wake wa haki za wanawake na haki za kijamii. Anakadiriwa kuwa na utajiri wa takribani dola milioni 3.5 za Tanzania ambazo ni takribani bilioni 6.9 kwa pesa za ndani. Mauricio Funes, rais wa zamani wa El Salvador, aliwahi kuwa rais wa nchi hiyo kuanzia mwaka 2009 hadi 2014. Alikuwa mwanahabari wa zamani ambaye alikuwa rais wa kwanza wa mrengo wa kushoto wa El Salvador katika zaidi ya miongo miwili. Thamani yake inaripotiwa kuwa ni takribani dola milioni tatu ambayo ni sawa na bilioni 6.5 za Tanzania. Tabare Vasquez rais wa zamani wa Uruguay ameshika nambari tano, ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo kutoka mwaka 2005 hadi 2010 na tena kutoka 2015 hadi 2020. Ni daktari wa saratani ambaye anajulikana kwa juhudi zake za kuboresha huduma za afya ya umma nchini Uruguay. Anakadiriwa kuwa na takribani dola milioni 2.5 5 ambayo ni sawa na takribani dola bilioni 5.9 za Tanzania. Mulato Thethome rais wa zamani wa Ethiopia ali aliongoza nchi hiyo tangu mwaka 2013 hadi 2018. Kabla ya kuwa rais, Teshome alishika nyadhifa mbalimbali za kidiplomasia ikiwa ni pamoja na kuwa balozi wa Ethiopia nchini ya Uturuki na katika taifa la Japani anakadiriwa kuwa na takribani dola milioni mbili ambayo ni sawa na shilingi bilioni 5.4 za Tanzania. Halima Yakobu, rais wa zamani wa Singapore anashika nambari tatu, ambaye aliongoza nchi hiyo tangu mwaka 2017 hadi mwaka 2022 hadi kabla ya kuingia kwa rais wa sasa Prabowo Subianto. Kabla ya kuwa rais, Yakobu aliwahi kuwa mbunge na spika wa bunge. Thamani ya utajiri wake inakadiriwa kuwa na takribani dola milioni moja ambayo ni sawa na bilioni 4.9 za Tanzania. Hilda Heine ni rais wa zamani wa visiwa vya Marshall vinavyopatikana kaskazini magharibi mwa bahari ya Pasifiki. Aliwahi kuwa rais wa visiwa hivyo kutoka mwaka 2016 hadi 2020, na anajulikana kwa kujitolea kwake kupambana na badiliko ya hali ya hewa na kukuza usawa wa kijinsia katika taifa hilo. Thamani ya kaini inaripotiwa kuwa karibu dola laki mbili ambayo ni sawa na milioni 980 za Tanzania. Anayeshika nambari moja ni Yose Mujika rais wa zamani wa Uruguay, huyu ni alivuma miaka kadhaa iliyopita takribani kumi na miwili iliyopita kutoka mwaka elfu mbili kumi na tatu kutokana na hali yake kiuchumi. Mara nyingi hujulikana kama raisi maskini zaidi duniani. Muhika aliwahi kuwa rais wa Uruguai kutoka mwaka elfu mbili na kumi hadi elfu mbili kumi na tano. Licha ya kushikilia ofisi ya juu zaidi duniani, lakini alichagua kuishi maisha ya kawaida sana, akitoa sehemu kubwa ya mshahara wake kwa misaada. Thamani yake halisi inakadiriwa kuwa takribani dola elfu moja mia nane ambayo haifiki hata milioni tano kwa pesa ya Tanzania. Rahisi unakuwa unamiliki dola elfu moja mia nane. Inawezekana kweli? Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.